Ebana, msanii wa bongo fleva kutoka Tanzania hapa namzungumzia Alikiba ameweza kutoa kijembe kupitia ukurasa wake wa Instagram, pale Insta Story ameweza kubandika e, wimbo wa Monefay ambao unafahamika kwa jina la dume suru, suruali pamoja na e, Vanessa Mdee. Ifahamike kwamba wimbo huu ni wa kitambo kidogo, lakini yeye Alikiba aliweza kuandika kwamba e, zile lyrics zilikuwa zinapita pale, kwamba hakuna kitu ambacho e, utapata e, tangoja e, ka askari wa zamu dume suruali au dume kaptula shauri yako, ili mradi tu usipate hasara. Akawa amemtag pale Haji Manara. So kuna baadhi ya watu wengi sana wanaanza kujiuliza kwamba ni kitu gani ambacho kinaendelea baina yao hawa watu wawili Alikiba pamoja na Haji Manara. kuna kitu gani ambacho kinaendelea? So lakini pia nimekutana na simu Ijako ambaye naye pia aliweza kubandika waraka eh, huu ambao alikuwa anamsifu kama vile Alikiba baada ya kuweza kumponda eh, Haji Manara yeye yeah, Mwijako aliweza kuandika maneno haya. Alikiba huyu mzungu ni wa wakumf, kumfunga. Akawa amemtukana pale, lakini pia anasema huyu E, wakumsengenya waku bila dhambi yoyote maalum huyu mzungu akawa amesema maneno haya, lakini pia alikuwa ni matusi kibao ambayo aliweza kuyatukana ambayo hatuwezi kuyataja hapa. So kwake Mwijaku pamoja na Alikiba ameonekana kabisa kwamba kumtolea madongo yeye, eh, Haji Manara. So kuna kitu gani ambacho labda pengine kipo kinaendelea? Ni swala ambalo inabidi uendelee kubaki na kuendelea ku tune na kuendelea kusubscribe Saw sawa Sawasawa Digital, nazidi kukupa updates ambazo zinazidi kuendelea ndani na nje mipaka Tanzania, until next time.